Amen. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Umepika na wakati mwingine, tunaenda kufungulisha ibada yetu ya siku ya leo. Sote tusimame kwa ajili ya kumheshimu

Bwana Yesu asifiwe mara tena, na wakati mwingine tunaenda kukaribisha mnenaji wa siku ya leo, na Yesu mwingine ni Pastor Recho, changaji mikono yetu pamoja anapokaribia katikaaba. mimi ni mmoja kumshukuru Mungu amekuwa mwema na mwaminifu, na pia nikimbilio ukongo. Bwana Yesu asifiwe, kufika mahali hapa mimi na wewe ni baba yetu wa mbinguni amegaramika. Bwana Yesu asifiwe, basi sitakuwa mrefu kwa kusia

Sante Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, nasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka. Umetuwezesha, umetupigania, tumefika nyumbani mwako, Baba yangu. Umefika ni wakati unaenda kunena nasi kupitia neno na lako Bwana, naomba Mungu ukapate ikati yetu Bwana wangu, ukatuongoze, ukaseme nasi kupitia neno na lako Baba yangu, takakana mwanzo mwema na mwisho mwema. Tukufu na heshima zote ni kwako, kwa jina la Yesu Kristo uliye ni mkombozi ni Kitabu ni cha Zaburi 121 ai astari wa kwanza inasema, Nitayainua macho yangu nitazame milima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Maandiko yanaanza yakisema ya kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima. Bwana Yesu asifiwe mahali hapa, wakati ni sasa, tukamwinulie macho huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ni sasa, tukamtazamia baba yetu aliye mbinguni. Amen. Yule leo tukaramikia, tukafika mahali hapa asubuhi ya leo, ni wakati sasa Wacha ukamwambie Mungu na kutazamia wewe, katika yote amepita, katika yote amefanyika. Imani yangu baba naelekeza kwako. Bwana Yesu asifiwe! Yeye yeah, anasema nafsi ya kwamba tukatazama ni imani asubuhi hii ya leo. Usitazama mpendo hicho kinachokuumiza moyo wako, baba yako anakwambia mtazamie yeye mahali pale, kutatokea msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kitu gani mpendo liingia mahali hapa, kinakuumiza katika moyo wako. Haijaishi ni kitu gani kimekuwa kikukuliza kwa kipindi kirefu, wakati huu mtazamie Mungu Amen. wakati huu inua nafsi yako mbele za Mungu Amen. kwa Mungu kunapatikana msaada, pendwa Sada wa Mungu hauchelewi. Bwana Yesu asifiwe, hey. Kama mwanadamu unaweza jiona ya kwamba kwani Mungu anasikia maombi yangu? Mbona nimeomba, mbona nimetafuta na sioni yeye? Yeah, anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Hey. Bwana Yesu asifiwe, yeah. Ni asubuhi ya leo ukamwombe Mungu leitatela moyo wako, ni asubuhi ya leo kapate kubisha kwake naye kapate kukufungulia. Hey. Inua macho mama uliyeingia mahali yapo Mtazamie tu Yesu peke yake ndiye aliyebeba msaada wa mahitaji yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hicho kitu nakiona ni kigumu aje. Wewe muinulie mwambie nilichobaki tazunguka huku na huku atapata msaada. Mwambie Mungu msaada wangu unatoka kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndede ya msoma. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usiweche mguu wako sogezwe, asisinzie akulindae. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hapo hapo, tunapoinua tunapo macho yetu, basi msaada wetu unatoka kwa Mungu aliye aliyeziuma mbingu na nchi. Amina. Yule aliye baramika kakuumba mimi na wewe pia hizo hizo, akatupigania mpaka ametupa tena uzimu, anatuambia ya kwamba msaada wetu umeezake sada wetu unatoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. sada wako huyo mwanadamu uliyeingia mahali hapa, kumbuka unatoka kwa Mungu peke yake. Anakwambia haezi hata mguu wako kasongezwa, hata kama ni wakati wa majaribu, ni wakati wa shida, atabaki hata kuwa Mungu katika maisha yako, hata kuwa na kipindi kigumu kiasi gani. hakuna vile tunaweza badilishwa kasema, basi leo si Mungu kwa sababu niko na shida Hasha. Mungu atabaki kuwa Mungu katika shida katika raha. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye mwanzo na hata mwisho, hakutakuwa na mwingine Amen. Mungu peke yake aliyeziumba mbingu na nchi, anayetawala tangu mwanzo na hata sasa anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Yule yule aliyetenda, hata sasa bado anatenda. Uweza na mamlaka zinatoka kwake Mpendo wa Mungu kumbuka ya kwamba uko na msaada yes. Uliyeingia mahali hapo uko na kimbilio usifike wakati ukationa uko peke yako mtoto wa Mungu hiyo hiyo adui ulio nayo baba yako anaiona anakwambia ya kwamba ataiondoa na hata ruhusu wewe usongeze katika matariu hata uwe ni wakati wa shida ukaanguka Amen. Unafika ni wakati kweli hata kusimama uwezo, unamwambia Mungu mahali nimefika, basi ni basi, hakuna ni basi, safari bado niendelea Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Hapo hapo anapojiona umefika mwisho, Mungu anachukua usukani Amen. Unafika ni wakati kila mtu ananena ya kwamba kwa mtu yule hakuna Mungu lakini dakika ya mwisho mahali pale Mungu anajidhihirisha. Subiri wakati wa Mungu atakapojidhihirisha kwako. Yes. kwa sasa usiwe na wasiwasi hata kama Amen. Watatokea wakusema, hata waseme, sikiliza ni nini Mungu anasema Amen. Amen. juu yao na hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba mungu wetu hata sinzia wala hata lala usingizi. Kwa hivyo katika yoyote, usiku na mchana, anayaona hiyo hiyo nayoiona ni ngumu kwako, baba yako hata kama ni Ina, ino, yana, hiya, kwa ajili ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo hilo nayoiona ni zito, yeye anakuambia hata lala, wala na msaada wa kweli katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimekamiliseni. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua litakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambia Bwana ndiye mlinzi wako. Akiwa Mungu amefanyika kuwa mlinzi wako, ni kitu gani kitakachokudhuru mtoto wa Mungu? Ni kitu gani huo moyo maana yengine, wakati anauzungukia akikizama, ni wapi kuliko na maumivu, ni wapi kuliko na tatizo, ili akapata kutatua. Bwana Yesu asifiwe tena. <tuhi> Eh, eh, tunaye mlinzi, tunaye msaada na tunaye kimbilio katika maisha yetu, yes. Hatufai tubabaike, wala tuwe na huzuni katika mioyo, maana Mungu yuko pamoja nasi, yeah. Halali wala adaiwala wake ukapata kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, Yeye mwenyewe ametuahidi na ahadi zake ni za kweli. Mtoto wa Mungu, mwamini Mungu katika kila jambo, utamuona katika maisha yako. Nambarikiwe nyote okay. Yes. Yes. na kuinua imefika, ni wakati mwingine wa matoleo. Sote tusimame. Emanueli, tunalinua jina lako tukisema wewe Mungu mtakatifu. nasema baba yangu, umekuwa pamoja nasi katika mwanzo wa ibada hii. Masia, hata kafika, ni wakati wa neno, katulisha neno jinsi unavyopenda Tunasema ni asante baba yangu kwa kuwa Mungu, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Mimi imefika na wakati wa matoleo mbele zako Masia, acha baba yangu kapata kubariki matoleo haya mbele za uso wako mfalme, maana ni wengi wao wanaokutolea katika hoja zao mbalimbali basi baba yangu, tunachoomba kutoka kwako ukapate kutimiza kila hoja mteule wako ambaye Mungu atafika katika hii madhabahu. Tunaliamini jina lako na nguvu zako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Ni kupitia jina Yesu Kristo na tumeomba na kuamini. <coughs>